kamati iliyokaa kusikiliza mashauri hayo mbalimbali na iomba mwinuku vizuri inaitwa kamati ya katiba sheria na hadhi za wachezaji kamati hii imekaa ilikuwa vikao vyake vinaongozwa na makamu mwenyekiti Lemond Wawa kwenye hii kamati kesi nimesema siku 24 kesi namba moja inahusu Simba Sports Club mlalamikiwa ni Young African Sports Club, na maelezo ni kwamba madai ni kuingia mkataba na mchezaji Hassan Kessy wakati bado ana mkataba na Simba Sports Club. Kesi hii ilisikilizwa, lakini kabla haijafika mbali iliahirishwa mpaka Jumapili ijayo, ambayo itakuwa Septemba Nne. Kesi namba mbili ni Simba Sports Club dhidi ya mchezaji Hassan Kessy, madai ya kuanza kufanya kazi pia kusajili na timu ya Young Africans na kwenda nje ya nchi wakati akiwa ndani ya mkataba na Simba. Kesi hii imesikilizwa, lakini uamuzi wake utatolewa Jumapili ijayo mara baada ya kamati kuisikiliza ile kesi ya kwanza. Na kwa sababu gani iliairishwa? Ni uongozi wa Yanga au mwakilishi wao hakufika jana kwenye kikao hiki cha kamati kuweza kutetea au kutoa maelezo yao. Kwa msingi huo, kamati itaiandikia barua ya Young Africans kuikumbusha kuhudhuria, e, shauri hili litakapokuwa linasikilizwa Jumapili ijayo ili kamati iwe kwenye nafasi ya kutangaza uamuzi.